Ni wakati mwingine tena tunakutana kwenye chaneli yetu pendwa ya TZ Fashion, ambapo siku ya leo tutakuwa tuna mada inayohusu mishono ambayo inapendeza sana kuvaliwa sehemu za jua kali, kwa sababu ni moja ya mishono ambayo ina urahisi na ni mishono ambayo ni muhimu sana, kwa sababu inakuwa na mtindo wa kipekee na ni mavazi ambayo yanapendeza sana kuvaliwa katika majira ya joto kali na ni mavazi pia yanaruhusu mtu kuvaa sehemu za jua kali. Tunaweza tukakutana na mishono kadha wa kadha ambayo inapendeza na inafaa kuvaliwa katika mazingira ya joto kali au ma mazingira ya jua kali. Kwa hiyo kama unataka kufahamu aina hizo za mishono, ni mishono gani ambayo inapendeza kuvaa wakati wa jua kali basi, stay with me here, twende kwa pamoja tuangalie aina hizo za mitindo ambazo nimeweza kukutajia siku ya leo. Kabla ya yote, nataka tuangalie kuhusu mavazi ya kila siku ambayo sisi wenyewe tunayovaa. Ah, mavazi haya mara nyingi huwa yanakuwa ni yale mavazi ambayo yanakuwa ni mepesi sana, na ni mavazi ambayo yanaruhusu kupumua kwa kitambaa chake, na pia katika kuchagua rangi zake. Ah, kuna rangi ambazo zinapendeza sana, kwa mfano rangi nyeupe au rangi ya bluu. Ni moja ya rangi ambayo inapunguza joto kwa pale mtu anapokuwa anavaa. Kwa hiyo kama una, unaona sehemu kuna jua kali, basi pendelea kutumia rangi hizi mbili, ili uweze kuwa na mwonekano mzuri la kwanza, lakini pia zinakuruhusu wewe kupumua. So umevaa nguo mwenzangu, unatafuta kipepeo, unaanza kujipulizia. Mfano umevaa blauzi, unadumbukiza mdomo kwenye Uh, mwili wako huku afu unaanza kujipepea. Kwa hiyo uki, ukiweza kuchagua hizi rangi mbili, uh, utakuwa mwenyewe utajiona kwamba una mwonekano mzuri, lakini pia zinakuruhusu wewe nguo kuweza kuangalia mwonekano wake. Kuna zile short domain ni miongoni mwa vipande vya msingi ambavyo ni vinapendeza sana mtu anapokuwa anavaa. Unaweza ukavichanganya labda mfano na t-shirt nyepesi au blouse, pia unaweza ukachanganya ili tu kuweza kupata mtindo wa kawaida katika mwonekano kuna ile mishono ya kichwa au tunaweza tukasema kofia. Unaweza ukavaa kofia hizi, lakini usivae kofia ambazo ni nzito. Unaweza ukachagua zile kofia ambazo zina nyuzi nyembamba, kwa mfano kama nyuzi ya pamba, na hizi huwa zinasaidia kulinda uso wako, lakini pia zinaongeza mvuto wa mwonekano wako kwa sababu unapokuwa unapigwa na jua kali unaweza ukasababisha uh, miale ya jua kuweza kuharibu uso wako. Kwa hiyo watu wanashauriwa sana kuweza kuvaa kofia. Kuna yale mavazi ambayo yanakuwa ni marefu na mikono yake inaweza ikawa mifupi, yanaweza kuwa na mtindo tofauti tofauti, lakini pia uh, kutokana na mavazi haya, ni moja ya mavazi ambayo yanakuwa ni rahisi hadi yenyewe katika muundo uh, wa kuchora yanakuwa pia ni rahisi katika kuvaa, na mavazi haya mara nyingi ni yale mavazi ambayo watu wanavaaga wakati wa mchana, ndio yanakuwa na mwonekano huu. Unakuta gauni ni refu au gauni au sketi ndefu au blauzi ndefu, alafu inakuwa na mikono mifupi. Ipo ile mishono ambayo inakuwa na, na matawi kwa mfano, unakuta mshono unakuwa kama na kipepeo katika mikono. Ni moja wa uh, muonekano mzuri kwa sababu inatoa urahisi lakini pia inatoa mwangaza wa kisasa kwa sababu ni moja ya mishono ambayo ina kisasa kwa sababu inatumia pia pamba wakati wa kushonea aina hizi za mshono. Lakini hebu nataka tuangalie kuhusu mavazi ya baharini. Hapa tunaona kwamba mavazi haya yanaweza kuwa na kipande cha mpira na mwonekano wa baharini na ni rahisi kwa sababu ni inaweza kubeba kwenye likizo yoyote ile. Sasa, hapa vipenzi, nadhani tumeshaelewa kuhusu mavazi haya ya baharini kwa sababu ni moja ya kipande ambacho kinakuwa na muonekano wa baharini na kinakuwa chepesi sana, kwa sababu baharini kule unaweza ukakuta kwamba inapendeza kuvaa nguo nyepesi ambazo zinakuwa zina muonekano mzuri na muonekano wa kuvutia sana. Kwa hiyo hapa vipenzi, nadhani umeshakuwa umeelewa kuhusu mavazi ya mchana, mavazi ya baharini na mavazi ya mbali. Vipi kuhusu mavazi ya usiku? Um, katika jua kali yale mavazi ya usiku yanapaswa kuwa mepesi lakini pia yanatakiwa kuwa ni mavazi ya kisasa. Tunaweza tukazungumza yale mavazi ya mtaa ambayo yanakuwa au yanaweza kuvaliwa wakati wa jioni. Hapa nataka tuangalie kuhusu nguo za usiku na tunaona kwamba mitindo mingi ya kisasa inaunganishwa na urahisi pamoja na mvuto. Wakati wa kutumia rangi, pendelea sana kutumia rangi za giza ili kuunda mvuto. Uh, wa usiku wakati wa jua kali. Kwa hiyo unatafuta zile rangi ambazo zinakuwa zinagiza ili uweze kuunda mtindo wako wa usiku na uweze kuwa na mwonekano mzuri na mwonekano wa kuvutia katika mwonekano wa mavazi yako. Unaweza pia ukakamilisha mtindo wako na mifano midogo, kwa mfano, viatu ambavyo vitakuwa viko slippers, ama au zile sendo au pia viatu ambavyo vinakuwa viko wazi. Hivyo ndio viatu ambavyo vinapendeza sana kuvaa katika sehemu za jua kali, kwa sababu ni njia nzuri na inayopata uh, mvuto wa kifaraja sana. Kwa hiyo sasa, hapa guys, natumaini sasa umeanza kuelewa kwamba, uh, mavazi ya usiku unaweza kuvaa mavazi gani, mavazi ya mchana, lakini mavazi pia ya jua kali unaweza kuvaa aina gani ya mavazi katika majira ya jua kali au katika majira ya joto. Lakini pia tumeangalia kwamba kuhusu rangi, rangi gani ambazo zinapendeza ukiweza kuvaa katika msimu wa jua kali, ambayo ni rangi ya bluu pamoja na rangi nyeupe ndio rangi ambazo zinavutia. Lakini pia katika vitambaa tumeona vitambaa vya pamba ndio vitambaa ambavyo vinapendeza sana mtu anapokuwa anavaa, kwa sababu ni vitambaa vyepesi sana. Hapa tulichokuwa tumekifanya ni kugusa mishono kadhaa au kugusa mishono baadhi ambayo yataongeza mvuto wako wakati wa jua kali, lakini pia unatakiwa kukumbuka umuhimu wa faraja, ni umuhimu kama vile mitindo. Kwa hiyo kutoa faraja ni moja umuhimu, kama vile mfano wa mitindo. Na pia tunaweza tukasema kwamba tunahamasisha ujaribu mitindo, uweze kujaribu aina hizi za mitindo hii hi, ili au uh, unaweza ukajaribu aina hizi za mitindo ili uweze uweze kupata mwonekano mzuri wa kisasa na pia mwonekano wa kila siku, na pia mwonekano wa siku za jua. Natumaini kipenzi changu utakuwa umeelewa kutoka mwanzo hadi mwisho wa video hii. Mimi sina la ziada, usisahau tu kusubscribe channel yetu, ili usipite na video zetu kila tunapokuwa tuna upload video. Asanteni, tukutane wakati mwingine.